Warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa jina naitwa Seif Said Seif, ni mzaliwa kutoka Pemba. Niliwea kuja Zanzibar mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Katika kuja kwangu hapa, nilikuja kwa, kwa ami yangu anaitwa so, Hamis Seif, sasa hivi ni marehemu, ameshakufa sasa nikafungua kazi ya kuchonga visanduku bubu mpetezo, vitanda vitanda hivyo nkajifundisha mpaka nikawafundi kabisa. Sasa kipindi hicho nafanya kazi ya ufundi, na halafu ilikuwa nauza na, na makaa. Sasa ilikuwa nimefungua kiduka. Sasa inapofika wakati wa kwenda msikitini, ilikuwa hapana mtu yoyote nilikuwa nawacha pale vitu wangu nje, vingine kama risi, nazi, shungire, mafenesi nikiapata kutoka shamba mpai naweka, na kama kisanduku hivi. Mtu anapotaka kununua kile kitu, acha mlango wazi, anachukua na anatia pesa, anaondoka. Sasa nakuwa kuna kiba, kuna kibango nilikiweka, mekiandika yuko msikitini, kwamba likasitake wale watu wacheze mchezo mbali kabisa. Sasa wakati huo kwa, kwa, kwa kweli sasa kulikuwa kuna uaminifu na kwa mtu hawezi kuchukua chochote kama aibe, na na alikuwa pia kuna uhaba wa watu, na kwa watu wenyewe ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Sasa mtu ile kusema anachukua kia mtu alikuwa anaogopa, na ikiwa hana change ataweka pesa ya ziada kufikia, bwana, nimechukua mimi kitu fulani, change ilikuwa hapana eka hii au kuna mwingine anachukua kile kitu wa jirani, jirani: bwana, amechukua kitu fulani, mimi chenji yako hii hapa. Sasa kuanzia sasa hivi, tangu tupate ndugu zetu kuongezeka kuja hapa, inakuwa ile kufuli moja husubutu kufunga, unaogopa. Mimi dukani kwangu sasa hivi na kufuli zinafika kama kumi na pia sina raha, asisubutu kueka kitu chochote nje Kuchukua mpaka nimweke mtu madhubuti alokuwa na akili zake. Sasa hiyo ndio ilokuwa. Sasa hivi tumefikia kiwango kiasi kama hiyo. Sasa hivi inaweza nikauza dukani kwangu mimi, ikifika milango saa tatu kisha jenga hofu, naogopa, nafunga dukani naondoka, kwa sababu sasa hivi sikae tena hapa. Hapo washatokezea watu ikifika milango saa tatu, na tatu. Wanakamatiwa mapanga wanataka wanakimbia wanapoteza simu space, ina, ya mtu, nasikia hofu yangu nini, nafunga mapema. Kia tuwasha nafunga. Kwa nini? Uaminifu haupo tena. Kibango cha msikitini, lakini binadamu ameongezeka. Hospitali amepigiwa simu fulani, nende nafunga mlango kuna kibango nakiweka pale no. Kwamba nimepata nimepata safari ya dharura, nategemea kurudi muda fulani, kwamba ili wale wanunuzi wangu wale wasisumbuke pale dukani, wajue kama ah, muda fulani kaondoka au nategemea hata muda huu itakuwa tayari ameshafungua.